Watu wasiopungua saba wamefariki baada ya ndege ya mizigo ya UPS kuanguka katika eneo la viwanda karibu na Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Louisville Muhammad Ali muda mfupi baada ya kuondoka Jumanne. Ajali hiyo iliharibu biashara kadhaa, ikiwemo kituo cha kuchakata taka na duka la vipuri vya magari na kusababisha mlipuko uliotoa moshi mzito mweusi uliopaa juu angani. Wakati chanzo cha ajali hiyo kikichunguzwa na Bodi ya Kitaifa ya Usafiri wa Marekani NTSB wazima moto wanaendelea kutafuta waathiriwa katika vifusi vya eneo lililoathirika. Boeing imesema imejitolea kushirikiana na NTSB katika uchunguzi wa ajali hiyo. Ndege iliyohusika ni McDonnell Douglas MD-11 Freighter, ndege ya kusafirisha mizigo iliyotengenezwa awali na kampuni ya McDonnell Douglas ambayo ilijumuishwa na Boeing mwaka 1997. UPS ilisema inahuzunika sana na ajali hiyo na itafanya kazi kwa karibu na NTSB na mamlaka za serikali katika uchunguzi na hatua za kurejesha hali.